Mashirika ya kimataifa ya misaada yamelaani vikali shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam nchini Sudan na kuwaua karibu watu 112. Shambulizi hili linafanyika wakati mapigano baina ya majenerali wawili wanaohasimiana yakifikisha miaka miwili. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Idadi hiyo ya vifo ni kulingana na mtandao wa wanaharakati wa masuala ya wanawake kwenye pembe ya Afrika la Strategic Initiative for Women, SIHA, SIHA liliarifu siku ya Jumamosi kwamba kwenye shambulizi hilo la siku ya Ijumaa, RSF walichoma moto jiko linalotumiwa na jamii ya wakimbizi walioko kwenye kambi hiyo iliyoko kwenye jimbo la Darfur kaskazini na kuwaua wafanyakazi wa kujitolea, miongoni mwao alikuwa ni mama mjamzito. Muungano wa mashirika zaidi ya sabini ya misaada nchini Sudan Ingo Forum umesema zaidi ya watoto ishirini waliuawa kwenye shambulizi hilo la kambi ya Zamzam, lakini pia wafanyakazi wa kujitolea nao wanawindwa usiku na, na mchana na kusema haya yote hayakubaliki hata kidogo. Karibu wakimbizi laki tano wanaishi kwenye kambi hiyo ingawa baadhi wanakadiria kwamba huenda idadi yao ikafikia milioni moja. Mji mkuu wa jimbo la Darfur kaskazini Al-Fashir umezingirwa na RSF kwa mwaka mmoja sasa, katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Afisa wa jumba la makumbusho la kitaifa Gamar Eldin Zain Al-Abdin amesema pamoja na uhalifu wa kibinadamu, hata eneo analolisimamia nalo limeharibiwa kwa mashambulizi ya RSF. Wanamgambo hawa wa RSF wameharibu kila kitu ikiwa ni pamoja na kila kitu kinachomhusu mtu binafsi wa Sudan na ustaarabu wa watu wa Sudan. Jana Jumapili RSF ilitangaza kuidhibiti kambi ya Zamzam baada ya siku mbili za mapigano makali. Kwenye taarifa yao RSF walisema ilipeleka wanajeshi kwa ajili ya kuwanusuru raia na wafanyakazi wa afya na misaada ya kiutu baada ya kuikomboa kambi hiyo kwenye mikono ya jeshi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, karibu watu mia moja wanaofiwa kuuawa. RSF wameongeza mashambulizi katika wiki za karibuni kwenye makambi ya wakimbizi katika mji wa Al Fashar ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kukamata mji huo mkuu na ambao ni wa mwisho huko Darfur ambao hauko chini ya mamlaka yake. Mapigano makali ya kuwania madaraka yamelikumba taifa hilo kwa miaka miwili sasa, kati ya mtawala na mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fatah Al Burhan dhidi ya swahiba na makamu wake wa zamani Hamdan Dagalo anayeongoza wanamgambo wa RSF. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, mzozo huo umesababisha zaidi ya watu milioni 12.5 kuyakimbia makazi yao huku mapigano yakizidi kusambaa tena kwa viwango tofauti.